Baada ya kutangazwa kwa kifo cha mchekeshaji na mshereshaji maarufu MC Pilipili, tumeweza kushuhudia mastaa wengi wa hapa Bongo wameweza kutoa pole zao, wengine wakiwa wanaonesha upendo wa dhati kwa kuposti picha ya MC Pilipili na kuonyesha kwamba wameguswa na huu msiba, lakini pia wengine wakiwa wameshtushwa, kwani kifo chake kimekuwa ni kifo, kime, kifo cha ghafla sana. Hatujawahi kusikia MC Pilipili anaumwa, hatujawahi kusikia MC Pilipili kuna jambo lolote ambalo moyoni mwake bado hatujafahamu mpaka dakika hii, ni kitu gani ambacho labda kilikuwa kinamsumbua MC Pilipili, hajawahi kukieka katika mitandao ya kijamii. Sasa tumeweza kushuhudia mastaa baadhi tayari wamefika katika nyumba ya MC Pilipili mkoani Dodoma kwa ajili tu ya kuendelea kuonyesha upendo wao, lakini pia kuangalia ni kwa namna gani wanaweza wakashirikiana na familia ili mradi tu kuweza kumpumzisha mpendwa um, wao tumweza Steve Nyerere na yeye pia tayari ameshafika katika nyumba ya MC Pilipili hapo mkoani Dodoma. Sasa jambo ambalo limeweza kushangaza sana watu wengi ni baada tu ya kuona star mkubwa msanii Diamond Platnumz hajaposti picha yoyote ya MC Pilipili a, katika peji yake yoyote, yaani ukiangalia Instagram huwezi kukuta, ukiangalia kule Snapchat, ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii ambayo Diamond anaimiliki hakuna mtandao hata mmoja ameamua kuongea neno lolote, labda kutoa pole, lakini pia kuonyesha kwamba na yeye ameguswa katika huu aa, msiba, hatujaona popote. Na tumeona mke wake kipenzi Zuchu, yeye binafsi tayari ameshatoa pole yake, ameweza kuposti katika peji yake ya Instagram, baadaye akaandika RIP kaka yetu, mbele yako nyuma yetu, akaweka kinjiwa pale fulani, vikipeleke salamu huko huko alipo ambapo MC Pilipili. Sasa imeshangaza watu wengi kuona kwamba mbona kama vile Diamond ikitokea jambo la msiba, hana ushirikiano na mastaa wenzake. Imekuwa ni mara nyingi sana, Diamond huwa anafanya hivi. Tumeshuhudia eh, hata katika ule msiba wa aliyekuwa mtangazaji wake katika media ya Wasafi, Dida Shaibu marehemu, Mungu Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema. Mara nyingi sana, Diamond Platnum, kile kipindi tunakumbuka, alikuwa nje katika ziara zake za kikazi, lakini baada ya tu ya msiba kutokea, alituma salamu zake za pole, na tulishuhudia Mama Dangote na Zochu alienda katika msiba, lakini baadaye Diamond alipofika Tanzania watu wengi walitarajia au kutegemea kwamba Diamond angefika msibani, lakini Diamond hakufika wala hakwenda nyumbani kwa Kinadida, hakuna chochote ambacho alikifanya. Sasa swala su hilo linaendelea kutupa kigugumizi, linaendelea kutupa maswali, ni nini ambacho Diamond anakificha? Kuna kitu gani ambacho kinasababisha Diamond, ikitokea swala zima la msiba kwa masta wenzake, huwa anakaa kimya? Lakini hata kama akitoa salamu za pole, basi mara nyingi kufika kwenye Msiba imekuwa ni jambo zito sana kwa msanii uh, Diamond Platnumz mpaka pa kufikia hatua wa mashabiki wakawa wanazungumza kwamba huenda Diamond Platnumz ana masharti uh, masharti ambayo yanampelekea yeye yeah, yeah, asifike katika misiba. Mashabiki wamemvaa uh, mashabiki wengine wameingia katika peji ya akaunti uh, ya Instagram ya msanii Diamond Platnumz na kuamua kutoa ya moyoni kwao baada tu ya kuona Diamond hajafanya chochote, hajaposti chochote. Ukiangalia okay, huyu shabiki wa kwanza eh, ameenda kucomment katika ili posti ambayo Diamond Platnumz aliposti eh, eh, posti ambayo inaonyesha kwamba tarehe 19 atakuwa na show kubwa eh, huko nje, aliweza kuandika huyu shabiki wa kwanza Unajisikiaje? msiba umetokea na umekaa kimya, wewe ni mtu wa aina gani? Akasema du. Alafu mwingine akasema, lione hili alijaposti mpaka sasa, ni kama hakuna kilichotokea. Kuwa na moyo wa ubinadamu. Lo eh, huyu mwingine akamwambia, kuna jipya? mizimu yako imekukataza kutoa pole kwa waliotangulia. Unaweza kuona mashabiki ni kama vile hawamwelewi Diamond, wanaona mbona kama ikitokea swala la msiba Diamond ushirikiano wake unakuwa ni mdogo sana, tofauti na mastaa wengine. Unaweza kuona mastaa wengine baada tu ya kuona huu msiba mzito, basi wameamua kutoa salamu zao za pole. Tumeshuhudia hata mke wake Zuchu naye pia ametoa salamu zake za pole, lakini kwa Diamond imekuwa ni tofauti. Diamond, kutembelea katika page yake ya Instagram kwa sasa hivi, anaendelea tu kuposti miziki yake, anaendelea kupromote nyimbo zake, ni kama vile hakuna kilichotokea, ni kama vile hatumii mitandao ya kijamii, ama ni kitu gani ambacho Diamond Platnumz anakifanya. Ukiangalia yeye ni msanii mkubwa, tulitegemea e, tungeona post yoyote tungeona e, japo e, labda hata kama ameumizwa kwa kiasi fulani, hata kama hajaumizwa yeye ni star mkubwa, angeweza tu e, kupost kama hivi. Mbona Zuchu ka post na mambo mengine yakawa yanaendelea tu? Chema, maoni yako, unafikiri ni kwa nini e, Diamond Platnumz hajaweza kumpost MC e, Pilipili? Huenda e, labda kuna ugomvi waliwahi ku, wali, uliwahi kufanyika kati yao, au kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kusan on notification